Karibu karibu katika Stranger Family. Stranger Family ni family ambayo inajishughulisha na ulimaji kama hivi wa matunda parachichi na mahindi, maharage, viazi na vyakula vingine mbalimbali mbali. Kama unavyoona hivi. Mmea unakuwa umestawi namna hii. Kwa hiyo Unapokuwa katika umri huu tunautengenezea sahani kubwa kama hivi kwa ajili ya kuongeza mbolea pia na urahisi pia wa umwagiliaji. Lakini kama unavyoona kuna baadhi ya miche inakuwa imekuja na shida kama unavyoona hapo. Mti wake ulikuwa umekauka. Kwa hiyo tutakuja tufanye replacement lakini pia naona shamba letu ni kubwa kabisa, linaandaliwa kama hivi hapa. Tutakuja kwa ajili ya kuchoma, kusafisha shamba ili mimea iweze kustawi vizuri. Lakini pia hapa, ukishasafisha shamba unaweza ukapanda mazao mengine ambayo yanakuwa yatambaa, yanatambaa chini kama viazi, maharage. Lakini pia katika nafasi kwenye mparachichi na mparachichi unaweza ukaongeza ndizi kwa ajili ya utunzaji wa maji, lakini pia inatakiwa ufanyie pruning. Kama hivi hapa, unaona kwamba mti ulitaka kuendelea kichaa wa kichaa, lakini hapo tunaukata ili wabadi peke yake ndio endelee. Kama unavyoona, hizi ndio zana za kazi. Mwanaume nipo kazini. Karibu sana The Stranger Family kwa vikilimo na mambo mbalimbali. Karibu sana, karibu sana, tunakutegemea.